Asubuhi chomboni majini safarini kutokea visiwani mpaka Dar es Salaam. Sina nia ya kuwafedhehesha ndugu zangu wahenga, lakini kiukweli nimeyataka yote kwa pupa na kuna uwezekano nikayapata yote. Niliutaka mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika wa Young Africans na niliupata. Sasa niko Dar es Salaam na nautaka mchezo wa lunyasi wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Petro ya kule nchini Angola na nitaupata sijui wahenga, mtabaki mkiwa na hali gani, lakini kiukweli ndivyo ilivyo. Naitwa Alhaji Zuberi Mputa, nimesimika umbo la mwili wangu nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Hapa ni Changombe, Temeke, Dar es Salaam. Tuko hapa kuelekea kwenye mchezo mwingine mabingwa Afrika, wa ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya makundi ambapo leo ni mnyama mkali wa mwituni Simba seshindika mkali wa mawindo, wekundu wa Msimbazi Simba, kwenye mawindo yale ambayo ameyazoea kwenye msitu ambao ameuzoea, anaingia vitani tena. Aliye mbele yake ni Petro Atletico de Luanda ya kule nchini Angola. Utakuwa mchezo wa na namna gani? Majira ya saa kumi alasiri kwa saa za Afrika Mashariki ndio atakwenda kutuonyesha. Je, mnyama chini ya meneja mkuu Dimitar Pantevu watakuwa wamejipanga kiasi gani kwenye uwanja wa mazoezi, mpaka kwenda kunyoosha ama kuwaonyesha wanasimba kwamba shughuli zetu zile ambazo huwa tunafanyaga tumejipanga kuja kufanya kwa namna hii hapa kwenye historia iliyoasisiwa mwanadiplomasia wa zamani hayati Benjamin William Mkapa. Mwili wake umepumzishwa kule Lupaso, uh, kusini mwa Tanzania, lakini naamini huko alipo hivi leo atakuwa anachukua nafasi kuambia sasa ni wakati wa kwenda kuwashuhudia timu ambayo niliujenga uwanja wa Benjamin Mkapa kwa niaba yao, na sasa natamani kwenda kushuhudia watafanya nini wenzao. Young Africans jana kule visiwani Zanzibar walikamilisha shughuli yao ya kwanza kwa ushindi wa goli moja kwa sifuri. Kwa mara ya kwanza Young Africans wanapata ushindi kwenye hatua ya makundi kwenye mchezo wa kwanza. Zingatia, hilo ni mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi Young Africans kushinda katika vipindi vyote. Wameingia hatua ya makundi, hawajawahi kushinda mchezo wa awali, lakini kwa Lunyasi wa kundi Msimbazi Simba, mchezo wa hatua ya makundi tena Benjamin Mkapa ni mara chache sana wao kutokupata matokeo mazuri. Sijui kwa msimu huu itakuwaje, lakini kawaida ya yote wamekuwa wakifanya vizuri hapa Benjamin Mkapa, na ndio maana wanapaamini sana kulipo, uh, kuliko pengine popote pale, kama ambavyo Ahmed Ally anasema hiki ni chumba cha baba na yeye ndio baba, watoto ndio wameamua kuchagua vyumba vya kulala vya wageni ama vyumba vya watoto, lakini kimsingi ni kuelekea kwenye mchezo wa hivi leo akiwahamasisha wanalunyasi mashabiki wa Simba kuona namna gani ambavyo wanafanikiwa kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Sio maajabu kuona Simba wanaujaza uwanja Mkapa kwa sababu wamewahi kufanya hivyo mara kadhaa, tena wakiwa vivi hivi chini ya msemaji wao meneja habari Ahmed Ally, na amekuwa akifanya kazi kubwa sana kutembea mtaani, wenyewe wanaita kispika, kuwahamasisha waje Benjamin Mkapa. Wakati huu ninavyozungumza naye ni majira ya saa tano Asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Bado mashabiki hawajajitokeza kwa wingi, lakini walau kwa uchache wao wanaridhisha kuona namna gani ambavyo wanakwenda kuipa support Simba yao katika mchezo wa hivi leo. Ni vita kati ya Simba Sports Club dhidi ya Petro Atletico di Luanda ya kule nchini Angola. Mimi ni msimulizi wako Jina langu ni Alhaji Zuberi Mputa, kwa niaba ya timu nzima ya Ayoma TV. Tuko hapa kawaida yetu, ni kupa wewe taarifa, ripoti, habari na matukio yote ya kimichezo, ili wewe unufaike, ambaye upo ama haupo karibu na uwanja wa Benjamin Mkapa, upate kujionea nini kilijiri, kitajiri na kitakachoendelea kujiri baada ya mchezo. Assalamu alaikum, tuweke pema moyoni.